Habari za leo, nawapongeza na washukuru nyote katika jina la Yesu. Hamjambo, asal, asalamu aleiku. Mungu wabariki. Kuna mjengo ambao umekataa kukamilika, kuna project ambayo uko nayo na imekataa kuisha. Yaani wewe ulianza kitu na ujui utamaliza namna gani, umekwama mahali na ujui ni nini imekwamisha. Wengine ni pesa imepotea wengine ni magonjwa yameingilia, pesa zikaenda kwa magonjwa. Wengine mahitaji yametokea ambao ni ya dharura, mkachukua ile pesa mkapeleka kwa hiyo mahitaji. Wacha niwaeleze, mara nyingi si jambo la kawaida. Ukipita maeneo mengi katika Kenya hii na katika Afrika hii na dunia hii, kuna watu wengi wanaanzisha mijengo, wanaanzisha miradi, alafu hiyo miradi inakaa hapo miaka na miaka. Siri ambayo iko nyuma yake wengi hawajui. Si kwamba pesa ikipotea ndio maana mradi ulisimama, au unaweza pata mtu ambaye alikuwa anajenga anasimamisha huo mradi anapata matatizo. Wengine hufa, wengine hugonje, kwa kiasi ya kwamba hela yao yote inarudi kwa kutibu magonjwa, na sasa miradi inasimama. Wengine mpaka hata wanaenda chini, kiasi ya kwamba hata watoto wao waliokuwa wanawawezesha wanarudi chini, wanakosa lolote la kufanya. Nataka niwaeleze siri jambo ambalo unaweza kufanya ukatatua mambo kama yale. Kama una nyumba ambayo ulikuwa unaweka misingi na umeshindwa kumaliza, una mradi ambao ulianzisha na ushindwa umeshindwa kumaliza, aweza kuwa shule, aweza kuwa hospitali spitali, aweza kuwa kijumba fulani cha biashara, aweza kuwa ni project fulani ambayo uh, ilikuja kwako na ukaianzisha, lakini haujui vile utakamilisha. Mwanangu, nisikize nikusaidie la kufanya na usiangalie watu wanasema nini, usiangalie eh, vile watu watafikiria wewe. Angalia Mungu anasema nini na Mungu atafikiriaje. Tafuta ndizi, ndizi hizi za kula. Tafuta ndizi saba ambazo zimeiva, mandizi saba ambayo imeiva. Utafute jambo la pili, chumvi ya mawe, ile tunaongea habari zake kila wakati, ile nyeupe, mawe mawe, inakaa kama magadi. Hiyo chumvi ndio utatumia. So utafute kiasi kama nusu kikombe ama kikombe kimejaa. Jambo la tatu ambalo Mungu, mtu wa Mungu tafute ni mafuta mafuta yale tunaita palm oil, palm kernel oil. Palm oil ni mafuta ambayo siwezi kujua jina lake kwa Kiswahili lakini ni mafuta ambayo yana uwezo sana kutumika katika mambo kama haya ama recipe aina hii. So jambo la ine tafuta chungu ama nyungu chungu ama nyungu, naweza kusema nyungu kwa Kiswahili. Nyungu inakaa hivi, hakikisha umepata kifuniko yake, sababu ikiwa na kifuniko itakuwa mzuri, maana kuna kitu ambacho utafanya itahitaji iwe na kifuniko. Sasa utabomoa yale mandizi, utadondoa yale maganda, ukiweka hapa ndani yale mandizi saba, vidole saba vya mandizi, utaweka hapa, make sure ameiva utayapondaponda na mikono mpaka uyachanganye yakuwe kama kitu kimeshikana, alafu uyasimie uyapakepake pake pale ndani uyaingize pale ndani uyasindilie hapo ndani ya nini, ya hiyo chungu. Jambo la pili ambalo utafanya, utachukua utachukua, uh, uh, chumvi ya mawe ambao umepata hiyo, kikombe yote ama nusu kikombe, utajaza juu ya hiyo ndizi alafu utachukua yale mafuta ya palm kernel, palm oil utamwaga juu yake. Ukishamwaga juu yake utachukua kifuniko utafunika. Mtu wa Mungu, anza kuomba vile unavyotaka. E Mungu nisaidia nimalize mradi. Mungu nifu, niwezeshe. Siwezi kujua nizuia, ni nini ambayo inanizuia kukamilisha kile nimeanza. Ulisema tuinue macho kwako, nainua macho kwako ewe Bwana Ulianzisha kazi njema hii katika mikono yangu, itie nguvu niweze kukamilisha. Siwezi kujua ni nani amezuia, lakini kama kuna chochote ambacho kimezuia, Bwana niondolee. Unafurahishwa wakati mwanadamu anafanikiwa na kuendelea. Mafanikio yangu hayatazuiliwa na mwanadamu yeyote. Naomba unipe uwezo wa kifedha kutoka mashariki, magharibi, kaskazini, kazi na kusini, nikamilishe kila ambacho nimeanza. Ni, ni mjengo wa nyumba, ni mjengo wa kazi, ni mjengo wa huduma, ni mjengo wa nini, ni biashara, ni nini Tamka mbele za Mungu, hakikisha umetamka mbele za Mungu. Ukimaliza kutamka mbele za Mungu, chukua hiyo nyungu, ilale kwa chumba chako cha kulala, hapo ndani ilale hapo. Hakikisha imelala hapo, mali unalala kwa hiyo hiyo room. Ukishatoka asubuhi, nenda mpaka kwa huo uwanja mali unajenga hiyo mradi, kama ni hiyo nyumba, chimba katika hiyo hiyo shamba chimba katika hiyo shamba, alafu uzike hiyo nyungu ukiwa umefunika, imesimama hivyo, ufunike udongo pale, umshukuru Mungu. Kuna watu ambao wameroga mashamba yao, hata ukajenga ndani hautafanikiwa. Kuna watu wameroga manyumba zao, ukianzisha mradi hapa utafanikiwa. Bomoa hiyo vitu kwa kuweka hiyo rispi pale. Watu watakuambia unachimba uchawi wengine wakiona kitu kama nyungu tu always watu wanafikiria uchawi na ushirikina, lakini wacha iwe ushirikina kwa wanaopotea na wale wapumbavu ambao hawajui hii, lakini wale ambao ni waerevu wa hii, wale wanajua maana yake nini, basi kama ni uchayo, wacha iwe uchayo wa kwako kukuamua katika hiyo shida. Kumbuka niliwaambia uchawi ni nini. Uchawi ni kutumia maarifa na ufahamu ulio nao kuharibu maisha ya watu, kudumisha maisha ya watu, kulemaza maisha ya watu, na kuwafanya watu kushindwa kufanikiwa na kufaulu katika maisha, kutumia maarifa yako na vitu vinavyoonekana kusababisha uwezo wa Mungu uje kwako na kufanya ya faulu, mambo yanayoonekana yafaulu, mambo yafanikiwe, hiyo si uchawi. Na kama unaita hiyo uchawi, basi afadhali nijiroge, niweze kutoka katika mijengo ambayo imekwama miaka na miaka. Kama mjengo wako umekwama, kama mradi um, umekwama, basi fanya hivi mwanangu utaona mafanikio makubwa kutoka mashariki, kaskazini, kusini, mbele na nyuma. Mungu atakusaidia utaona. Uh, ukiweza kutatua hilo tatizo, hilo tatizo litatoka kwako na njia zitafunguka. Kuna wengi wameweka magano katika hiyo mashamba, mnafanya hiyo miradi, watu wanaweka magano, unakuta unashindwa vile uta utafaulu uta, uta, uta, uta pale. Lakini wacha nikueleze kitu moja, fanya hii rispi utaona mabadiliko, na usijali vile watu wanasema, wewe jali vile Mungu anasema na vile mabadiliko itakayokuja. Asante. Mungu akubariki ukifanya hivi, ufanikiwe. Bye bye.